Msemo maarufu usemao maji ni uhai umepewa kipaumbele kikubwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hasan. Upatikanaji wa maji vijijini umeongezeka kutoka asilimia 70.1 hadi 79.6, huku mijini ukiwa umeongezeka kutoka asilimia 84 hadi 90. Miradi 1633 ya usambazaji wa maji imekamilika ikiwa ni pamoja na miradi 1335 vijijini na, miambili tisini na nane ni mijini. Tanzania yote ni maji mwamwamwa, na kwa yale maeneo ambayo hatujafika tunahakikisha maji yatakuwa mwamwamwa, ameniambia waziri hapa. Tukimaliza miradi iliyoko kwa Tanzania nzima, kwa mijini tutakaribia asilimia mia, lakini kwa vijijini tutapita asilimia tisini na tano tutakuwa kwenye tisini na saba au tisini na sita hiyo, kusema, kusema. Kwa hiyo hiyo tunapaswa kusema kwamba Tanzania yote maji ni nini mwamwamwa mwa. Mama ametutua ndoo na maji, wananchi sijawasikia maji. Katika kulinda vyanzo vya maji, serikali imezindua kampeni ya kitaifa ya upandaji miti rafiki wa maji ambapo tayari miti milioni mbili laki tano elfu arobaini na moja mia nane na tatu imepandwa katika mabonde yote tisa hapa nchini. Kwa hatua hizi zote na nyingine nyingi, Tanzania inasonga mbele kuelekea upatikanaji endelevu wa maji safi na salama kwa maendeleo ya taifa.